Habari gani ndugu, mpenzi mtazamaji wa JJM Media Production, kama ni mara ya kwanza kuwa pamoja nami, basi usisahau kusubscribe, kulaiki na kukomenti katika video yetu hii kwa ajili ya kuweza kujipatia masomo mbalimbali mbali ya video zetu mbalimbali za mafunzo ya music production, lakini pia nipende kuwakumbusha kuwa tunalo grupu letu la WhatsApp. Kwa wale ambao wa hawapo katika grupu hilo unaweza ukanichiki katika namba hiyo nikakuadi kakuadi ukawa mwanafamilia kwa ajili ya kujifunza mambo mbalimbali yanayohusiana mbali na maswala ya mixing pamoja na mastering pamoja na mambo mengine yanayopatikana humo, lakini pia tuna uza vifaa original vya studio unaweza ukajipatia kwetu kwa kwa gharama nafuu kabisa bila kusahau ubora ni wa hali ya juu kabisa. Okay, bila kupoteza muda tuende kwenye somo letu ambalo nimeliandaa siku ya leo. Tutakwenda kujifunza jinsi ya kufanya mastering ya kwaya. Kama unavyoona hapa, tutakwenda kuplay wimbo wetu, then tutakwenda kufanyia mastering, hatua moja baada ya nyingine <mulia> Kama ulivyoweza kuona hapo, hayo ndio mambo yanavyoenda, na tutakwenda kuanza hatua moja baada ya nyingine. Tutakwenda kuadi, nitakwenda kuanza na mixer hii hapa, tusikilize kazi yetu ya mpaka hapo. Umesikia hii kazi haijafanywa cho Tunakwenda kufanyaje kuja kuadi hii mixer hii, ambayo nilitumia hii inapatikana katika Blue Cat kati. Utaandika pale Blue Cat, mb mixer. Ukiandika hivyo itakuja ili mixer yako, ambayo naifungua hapa, tusikie jinsi inavyofanya kazi. Ahii ni, hii ni kwa ajili ya kufanya mziki wetu kidogo uwe soft. Then baadaye hapo nikaja kukwadi stereo enhancer, kama unavyosikia tofauti. Sasa hapa kuna vitu viwili ambavyo nilicheza navyo kwenye separation ya mziki kuja huku na huku, nika kananio kidogo, kama unavyosikia, nikizima nikiwasha, sauti inakuwa kama inaenda upande kidogo. Kwa utaangalia hichi kitu na utakifungua, utasogeza huku kidogo na huku kidogo, ili upate wide mziki we wide baada ya hapo nikaja nikatumia hichi kitu hapa, compressor. Kaja nikafungua hapa sasa. Hapa kwenye compressor hapa nilikuja kuweka kitu kimoja hiki hapa tafunga hivi hapa, nilifanya hivi, nilikuja kwenye preset hapa kaja huko chini kabisa wanatumiaga vitu ambavyo kidogo vinakuwaga ni sensi sensitive ya huko chini. Nikatumia hii parallel mix bass kwa ajili ya kupata zile drums zangu ziwe kali, lakini kuboost muziki wangu upande kidogo juu. Kwa hiyo ukija kusikiliza, unakutana na hivi. Mwisho, nikaja nikadi limiter stereo hii ambayo ndio hii hapa sasa, na yenyewe nilikwenda kuchagua kwenye mastering tu hapa mastering, basi then ukiplay moja elewa, basi utapitia tena, utaangalia kitu cha kwanza kabisa ambacho niliweka ni, ni hii hapa hii Blokati. Yes. kitu cha pili nikaja nikaweka fresh air kwa ajili ya kuongeza kiji wahewa kidogo. Kitu cha tatu nikaja nikaweka soft clipper ambayo yenyewe ipo katika setting hii, sikubadilisha. Kitu cha nne ni stereo enhancer, ambayo ndio hii hapa. Nitumia vitu vya kwenye vya kwenye fuelo mumuvingi ikiapa, nikaja nikatumia limita hii hapa. Hii ndio ilikuwa ya mwisho, baada ya kuweka compressor nikaja ka lim, nikafanya limit hapa, mziki wangu ukawa na saundi hivi. Lakini hapa kitu cha mwisho kabisa naweka sa maximizer kwa ajili ya ku ya kufunga mziki wangu sizidi hapo kwenye viwango vya mziki vinavyotakiwa. Kuna vitu ambavyo unatakiwa uvifanye, ili upate matokeo mazuri. Lazima uhakikishe mix yako ipo kwenye balance nzuri, ili uweze kuongeza vitu kama hivi. Kama mix ipo juu sana hapa, huwezi kuongeza hivi vitu, kwa sababu tayari mziki wako takuwa umeshachafuka makelele mengi. Kutakuja kuweka maximizer hapa, tutumie loani Hapa hapa sasa, nakwenda kufunga kabisa mziki wangu, utakuwa umemaliza kila kitu tayari, na hii yenyewe inafanana na hii hapa, inafanana nayo, mwiona zote ni sawa, lakini hii inakuja kufanya maximize. Sasa nikiplei. Fanya, sasa imekwenda kufanya uzito kwao. Nitakachokwenda kukifanya baada ya kuweka maximizer, nitakwenda kufunga tu hapa, nitakwenda kuchagua kwenye preset ya chini huku, oja ya final, nitakuja kufanya final hapa, final master inatosha sababu mziki wangu ni mkubwa, basi nanitosha. Nitafanya hivi okay. Mpaka hapo nitakuwa nimemaliza. Nitakachokuja ukifanya hapa, nita export kazi, then nitakwenda kuisikiliza nje, before and after, then nitakwenda kuona kilicho kuja kutokea. Nitafanya hivi. Hapa kwenye ku export tunafanya hivi, tunafanya hivi. Lazima uchore hapa kabla uja export, lazima uchore hapa, ushachorea hivi maanake ya ntakwenda ku export hapa. Export nitakwenda ku export kama wave file, iliwe file kubwa kabisa. Hapa nitachagua faili itokee wapi, ikae wapi. Sehemu yangu mimi nitakwenda kuweka kwenye kwenye desktop tu. Hapa nyenye nimeshaandika jina mastering 1 kwao, unaweza kubadilisha jina la la kwaya hapo, kaweka kwaya yako jina lake kila kitu, lakini inaandika master mastering mastering 1 hivyo hivyo. Ngoja niache nitai export hapa export alafu tutakwenda kusikiliza ile ambayo iko haijafanywa master, then tutakuja kusikiliza na hii ambayo imefanywa mastering. Kitu cha msingi cha kuzingatia unapokuwa unafanya mastering ni kutulia, kutuliza kichwa, kuona jinsi gani unafanya vitu vyako katika usahihi. Usifanye tu kwa sababu ni mastering basi. Hapa ndio sehemu ya mwisho ya kufanya final. Mimi nimekwenda haraka kidogo lakini wewe unaweza ukaenda taratibu ukaangalia hivi vipengele. Kama unaweza kuvimaki ku, ku, ku, ku, hivi vipengele then utaenda kuvitumia kwenye kompyuta yako, kwenye kazi yako. Hakikisha unapomaliza kufanya mix unachukua ile wave file, file yako ile una export kwenye wave ikiwa mix umesha mix kila kitu, hakikisha vocals zinasikika vizuri lakini pia hakikisha na biti yako ina sound vizuri, katika usikivu mzuri ambao sio mkubwa sana, ni msikivu fulani, wakati ambapo atakuja leta hapa kwenye. Nimefanyia mastering kwenye FL Studio, lakini mixi nilifanya kwenye Cubase record. Kila kitu nilifanya kwenye Cubase, kwa hiyo nilikuja kumalizia kufanya master kwenye FL Studio kwa sababu kuna vitu vingine ambavyo nimetamani niviweke kwenye mziki wangu, kwa sababu FL Studio sana sana tunitumia kwenye kutengeneza beat. Kwa hiyo unapochukua mix ukaiweka hapa, kuna uwezekano mkubwa wa kufanya vizuri zaidi hata ya kule kwenye Cubase. Kwa hiyo kuna vitu vya ziada ambavyo unaweza ukavitumia vya kwenye FL studio ambavyo vinatumika kwenye ku create beat kwa ajili ya kuamsha baadhi ya maeneo kama nilivyotumia hapa kwenye kwenye hii fruity soft clipper, lakini nikaja nikatumia fruity studio enhancer kwa ajili ya kufanya mziki wangu usambae pamoja na vocal zake, uwe umetawanyika usikae katikati sana. Kwa hiyo nilifanya hivi vitu kama hivyo, then nikaja nika compress hii ni compressor ya wevu, then nikaja nikaweka limiter kwa ajili ya kupunguza zile piki then baada ya hapo nikaja nikafanya maximize mwisho, lakini huku chini nilikuwa natumia pazimita hii. Unaweka chini kabisa iliwe na kuonyesha sauti zako huku zinavyokuwa zina play zipo katika kiwango gani cha cha usikivu wa nje ambao unatakiwa a so, baada ya hapa sasa nitakwenda kukuonyesha kazi yetu ya hapa ya hapa mastering hii then nitakwenda kuchukua ile kazi ya ndani ambayo ni mix, ijaniangalie iko kwenye faili gani, nija niweke hapa, alafu nitakwenda kuziplay zote mbili, then wewe mwenyewe utasikia kitu ambacho kimefanyika hapo, alafu utaweza kuelewa kitu gani cha kufanya, then kama na wewe unaweza ukajifunza kitu, utakwenda kujifunza kazi yenyewe hii hapa, kufufuka inaitwa basi a kuieja hapo nje. Nitakwenda kuziplay hizi mbili sasa, uweze kuzicompare mwenyewe. Nitaanza kuplay mix, then baada ya mix nitakuja kuplay kwenye mastering, ili uweze kuona kitu ambacho nimekifanya. Nimeongeza mziki wangu wa, nimeboost, nimeufanya ninavyotaka. y yeah, hii ndio mix. Ah, nakwenda kuplay kwenye master ilivyokuwa, lakini pia unaweza ukafanya vizuri zaidi ya hivyo, kwa sababu hapa nimekuonyesha haraka haraka mfano huo, lakini unaweza ukaitumia trick hiyo ukaongeza nawe ujuzi wako zaidi hapo, ukafanya kitu kizuri zaidi ya hicho. Lakini kikubwa zaidi, make sure unafanya mixi vizuri, bila kufanya makosa. Lakini pia kama una kazi yako unahitaji kufanyiwa mix moja na mastering basi, tanicheki hapo kwenye namba zangu za simu, tutakwenda kujua namna gani tutakwenda kusaidiana masikio katika kufanya kazi zetu. Ni kutakia wakati mwema. Hii ni JJM Media Production. Goodbye.